Jazakum llahu khaira, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kubwa hakuna ziada, maneno yote ni mufida na kila mmoja anajitegemea. Tumestafidi kutoka kwa shekhu na shehabunufeida, kila mmoja ni shahidi katika hayo azia. Jana leo, na insha Allah leo tena ataendelea na kesho Hivyo hivyo Shekhe Arafati ibn Mahmud Abu Halima, kuanzia jana vile vile na leo, tumestafidi kwa kweli. Sisi hatuna uh, cha kuwalipa isipokuwa kuwaombea dua. Allah subhanahu wa taala awabariki katika ilmu zao na ajaze mema yao fi mizani hasanatihim hilo ndilo kuwa sana alaikum maarufa, fakafiu, yule mtu ambaye alofanyeni wema, mlipeni na mkashina wa kumli, basi mwombeni dua. Basi shabab waisam kuombea wa dua mashekhe hawa, kazi kubwa. Naona mashallah, ule umri una ruhusu. Allahu aakana tamani leta shabab yaudu yauma <laughs> Allahu akbar. Tunaombea dua, Allah bariki mashekhe zetu na mwisho, vile vile mukadimu wetu Sheikh doktori na Sheikh Riadhi, Allah yahfadhuhum jamia, Allah alipe kwa juhudi zao za kueneza elimu na kueneza kuoneza dawatu salafia. Na leo baada alasr, insha Allah itakuwa Masjid Omar ama wale tumesema wanafunzi wa diploma wao wataendelea kwa madarasani kama kawaida. Wanafunzi wa diploma wasiondoke, waendelee kwa madarasani kama kawaida. Ya, mjizaw, na tukangye, kwa sababu ya barnamiji zao zinafushwa na mashekhe kutoka nje, kwa mashekhe wao wataendelea na barnamiji ya diploma. Sisi tutakuwa kule Masjidi Omar na wengine wote, inshaallah tuwe Masjidi Omar, ikiwa mashekhe wamevunja shughuli zao wamevunja mambo yao, ambayo kule kuna durusi kuna kadha aecha familia, lakini wamekuja, lazima sisi tuwe nao tuwe nao, kuwatia nguvu na hivi ni kuwalipa na kuwapa eshaja. Eh, na vilevile si hivyo, tumesema jana kuvuna faida. Hakuna katika sisi ambaye katika haya lazungumza na mashekhi hapa hajapata faida, hakuna. Sote kwanza, sisi huku mbele, huku mimi najua nipata faida zaidi eh, ikiongea hapa. Shekasembe hata usingizi ukitakusizia unajua kama atakuruka hivyo eh, hii shughuli, ule moyo unasuguliwa sawa sawa, ndo kaida mawaidha. Allahu akbar. Hivyo hivyo Shehe Arafati amezungumza hapa. Eh, swala adabu la ilaha illallah. Kama si muda, ningekupeni habari za ile mioyo. Kuna mwanafunzi mmoja, mie ananisikitisha sana, mwanafunzi wetu katika tena, wanafunzi wa mwanzo kabisa, ni mwanafunzi kwa Kigoma, yeye amekuja kusoma bwana hapa ili apate lugha ya Arabia, akaendelea shughuli zake za uchawi. Ah, tumesoma siku nilipomuona namuuliza bwana, dawa vipi? Na kadha kadha, kusalimieni mashekhe, lakini kupeni taarifa kwamba msana wa wasiwasi, mimi mlinzi wenu, nipo nyuma, atakeni shughuli yoyote, lazima nitamrarua. Ukaona kama huyu bwana, nafundisha kitabu Tauhidi, nimemaliza rasaili za akida, nimefika kitabu Tauhidi sasa hivi lakini shughuli yangu ile nilikuja kusoma iko pale pale. Subhanallah. Yani moyo unauma, sasa, kama matani, lakini ndio kweli. Mshana ameshika sana waswaso, kuna mtu akusumbua, nipigie simu, nipigie simu, nipe jina lake na la babake na la mamake, nimemaliza. Subhanallah, Malik al-Quddus. Baada tukampa nasaha yule kijana na tena endelea kumpa nasaha, aache ile mambo ndio nikaambiwa mbona alikuwa na sema sisi tulikuwa na utani lakini hizi habari mwadili kwa una, nikasema ningemtimua kutoka mwanzo. Mimi nataka lugha tu, aya mengine jitahidi faulu, iki kiarabu cha mashekhe wanachokiongea kina Shekhe Riadhi hiki nikipate, nipate kusomea kile kitu. Sasa wallahi, ndio ile kusafisha mioyo yetu mashekhe. Shekhe Riadhi alifundisha ile kitabu lile Fathul Majidi. Unajua Fathul Majidi ni kitabu gumu kwelikweli kaashekhe ana lidadavua lile. Kuna shekhe mmoja eh, shekhe mmoja naye vile vile mtahamu kwa uchawi, yuko hapo Mferejini, ameshindwa kabisa, asemaikim siwezi kufundisha, ambaye ko hicho apelekeshe Riadhi, nawezaa kitabu hicho Fathul Majid, nazile gharaibu mure gharibu kalimati, ehe, kidogo gharibu na malengo ya milango ya shekh Muhammad Abdul Wahabi rahimahullahu taala. Sasa kote kutim, mtu amefikia hivyo kweli nazulisha ukifikiria ale kwa a ya, rafati hapa kuhusu mioyo e, natutaka kupoteza jamaa ikhlasi. Usome kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala kunofaisha nafsi zetu e, na watu wetu e, kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, hayo mengine. Lakini ndio hivyo katika watu salih lazima patikane matalih, kuna watu waovu. Tunaombea Allah subhanahu wa taala hawaongoze hawa hakuna cha kufanya, si kwa Allah, waongoze wa hawa, awatoe katika dhalala katika haki. Almuhimu kwamba tumefaidika na tunaomba mashaikh msikuchoke, tuendelee kufaidika eh, tunajisikia faraja sana na tumefurahi mno eh, vifurahi mno, eh wewe mno, hatuna cha kusema. Ile furaha yetu imekuwa kubwa, na kila salafi katika mji huu amefurahi katika ujio wenu na juhudi zenu. Jazakumullahu jazakumullahu khaira, wa sallallahu ala Muhammad wa wa ala alihi wa sallam.